Huduma ambazo tunatoa kwa wanachama wetu uh, tunatoa huduma sisi, ni wasafirishaji. Tunajua jambo la kwanza tunalolipata ni ajali, zinatokea barabarani. Inapotokea mwenzetu amepata ajali, sisi mara moja tunamchukua. Tuna hospitali ambayo tumeingia nayo ubia, ambayo tuni, iko eneo letu la Bunju B, lakini hospitali yoyote ya serikali pale ilipo karibu, sisi tunamchukua mwenzetu Sio kama wengine kumtafuta ndugu yake, kumtafuta marafiki zake. Sisi ndio watu wake wa karibu, sisi ndio tulio karibu naye. Kwa hiyo tunamchukua mwenzetu, tunahakikisha amefika hospitalini na kupatiwa huduma ya kwanza. Basi baada ya hapo tutapata mawasiliano kulingana na alivyopata majeraha na kuumia zaidi, lakini tuweze kujulisha familia yake, lakini sisi ndio familia ya, ya dereva wa kwanza kumhudumia katika maisha yake. A, kwenye swala la ajali barabarani napotokea tuna kamati ya kamati wezeshi hii ni kamati ambayo inahusika na maafa na inahusika na masuala ya ajali na masuala ya misiba na masuala ya sherehe. Hii ndio kamati husika, yuko mwenyekiti, yuko makamu mwenyekiti, yupo katibu na msaidizi wake, na yuko mweka hazina katika kitengo hiki. Kwa hiyo, yule anapopata ajali dereva wetu, moja kwa moja simu inapigwa, kwa sababu barabara zetu hizi mara nyingi madereva wetu wapo wengi. Kwa anapomwona mwenzie kapata tatizo anapi, anatoa taarifa kwa simu kwa mwenyekiti wa kamati husika au kwa mwenyekiti mkuu wa umoja wetu, naye mwenyekiti wetu anafika kwenye eneo la tukio ama anamtafuta mwenyekiti wa kamati, anawasiliana naye, anaenda kushughulikia lile swala, anahakikisha huduma imepatikana kwa dereva wetu. Nazungumzia sio kila tatizo linaweza kutatuliwa au kusaidiwa. Mwingine anaweza akajielezea kwamba amepata ajali kwa njia ya simu, lakini sisi tunajiridhisha kwanza. Ile kamati inapopata taarifa kwamba kuna mtu kapata ajali, dereva kapata ajali au amefiwa, lazima kamati ile inatoka pale, mwenyekiti na katibu wake wanafika sehemu ya tukio, wanajiridhisha wenyewe. Na kama tumepata taarifa ya dereva amepata ajali akapelekwa kwenye kituo cha afya Lazima wafike pale wajithibitishe na waone majibu ya daktari kwamba huyu kapata matatizo haya na haya. Na pia sisi wenyewe huwa tunatoa michango michango, yetu tunapotoa tunatoa kupitia dokumenti zile za hospitali kwamba ametibiwa, na bahati nzuri hospitali zetu zinatoa risiti za mashine kwamba inaeleza ni kiasi gani kimetumika, malipo yale yamelipwa. Kwa hiyo tunapo ile kamati inapochukua yale malipo yanakuja moja kwa moja kwenye kufanyiwa kazi kwenye kuweza kulipa kile kiasi ambacho tumeweza kumtibia mwenzetu. Sisi hatujaweka viwango, sisi tunaenda kulipa kutokana na bili yako hospitali. Tume, tumefocus sana kwenye, kwenye kulipa bili, sio kwenye kumpa dereva fedha. Tunaenda hospitali tunaangalia gharama zako tu, kwa mfano tulienda Muhimbili tumelipa karibu laki nane kwa mtu aliyepata ajali amelazwa MOI amefanyiwa operation, tunalipa sisi pesa zote tunamaliza. Hatuja focus kwamba huyu amelazwa ametumia sijui elfu ishirini au huyu, hatujaweka mifumo ya hivyo, tumeweka kwenye mifumo ya, ku, ya kulipa kile kilichotumika kwenye eneo la mwanachama wetu anapopata ajali. Kwanza tunajiridhishaje ni lazima popote pale ajali inapotokea mwanachama lazima tufike eneo la tukio Yani sio kwamba tusubiri amesaidiwa na wasamaria wema. Ndio maana tuna kamati ya, ya, ya wezeshi na tuna kamati kuu. Kamati kuu na kamati ya wezeshi tumekubaliana zifanya kazi kwa kushirikiana, na kumbuka, zina viongozi wako kumi. Kwa ajali inapotokea ni lazima tufike eneo la tukio na kuendelea kumtibu dereva wetu. Kwa hiyo sio kwamba tu tunasubiri taarifa, ajali imetokea Mwenge. Sasa hiyo tuna bajaji ambayo tumeshaziandaa kama chama kwa ajili ya kuwa eneo la tukio, zitamkuta ameshapata huduma ya kwanza, tutaendelea kulipia matibabu. Kwa hiyo na ndio maana tunaposema ya kwamba kwenye eneo la mahafa mwanachama anapata ajali, ni kikundi kinabeba kwa asilimia mia moja. Uh, kwa mfano dereva dereva akifariki, tunamsafirisha popote pale anapohitajika kwenda kuzikwa, iwe ni mikoani, tunampeleka baada ya hapo. Tukishamsafirisha tukifika kule, tunazika na kuna michango ambayo tunakuwa tumeitoa tumechanga huwa tunaacha shilingi milioni moja na vile vile tunaendelea kuiangalia ile familia ya mwenzetu ambaye amefariki, mfano mke, watoto tunakuwa nao karibu. Ah, kwa mfano tatizo lolote likitokea, ndio maana kwenye kamati ya maafa kuna mwenyekiti na kuna katibu na mtunza hazina. Kwa hiyo kamati ya maafa inakuwa ina pesa ya akiba, kwa hiyo inavyotokea tatizo, hawasubiri mchango ni kwenda kuchukua ile hela kwenda kwenye tatizo. Baada ya hapo, sasa ndo wanachama wanarudi, wanatangaziwa kuna mchango wa shilingi elfu tano tano, unapewa labda siku tatu kwa ajili ya kutoa taratibu, kwa sababu kule tayari huduma ishafanyika. Mwanachama wetu akifariki wa tuna wajibu wa kumsafirisha mkoa wote hapa Tanzania, na tukifika kule, baada ya shughuli za mazishi tunaacha rambirambi kiasi cha shilingi milioni moja kwa mtu aliyefiwa. Na mzazi amefiwa na baba, huwa tuna rambirambi tunatoa. Lakini tunathibitishaje hilo? Ni mtu atutumie cheti cha kifo. Kama ni mtoto wake, pia atutumie cheti cha kifo, ndio tunathibitisha kwamba huyu ni baba yake mzazi au ni mama yake mzazi, kwa sababu ujanja ujanja katika watu wengi inaweza ikatokea, lakini tunathibitisha kwa zile dokumenti za mazishi kwa mwanachama wetu akifiwa na mke tunachanga kiasi cha shilingi laki tano, akifiwa na mtoto kiasi cha laki tano. Mwanachama akifiwa na mume, maana kuna jinsia tofauti, na yeye ni laki tano, lakini tukapiga mahesabu tukasema, dereva akifiwa na baba tutampa laki mbili, dereva akifiwa na mama tutampa laki mbili, kwa sababu kwenye familia mnakuwa wengi. Ukifiwa na baba mnakuwa mmefiwa wengi, kwa hiyo kampani itakuwepo lakini, ukifiwa na mtoto huyo ni wa kwako, ukifiwa na mke huyo ni wa kwako, ukifiwa na mume huyo ni wa kwako. Ndio maana tumeweka hizo tofauti. E, nizungumzie haki za dereva ambaye ametutoka kimaisha. Dereva alikuwa ni mchakarikaji, alikuwa ni mtafutaji mwenzetu, na katika mapambano ya kupambana katika kikundi, kutafuta fursa za kikundi, tulikuwa pamoja naye na michango mbalimbali alikuwa ametoa, lakini kutafuta fursa kama viwanja, kiwanja ni ardhi ambayo haihamishiki, na yeye alikuwa anapambana kama mwenzetu. Kwa mfano tuna dereva mmoja ambaye ameondoka tukiwa tuna mradi wetu wa viwanja, huyu alikuwa bado hatujamaliza kumaliza kuchukua viwanja kwa pamoja, lakini sisi baada ya yeye kuondoka mwenzetu, tulikuwa kwenye mapambano hayo, imebidi chama kilipie kile kiwanja na kukikabidhi kiwanja kwa familia yake. Tukachukua mtoto wake wa kiume na tukakabidhi kiwanja kile kwa mtoto yule. Kwa hiyo ile kiwanja ni mali yake, akipotei ya tunahakisha kwamba alama yake tunamkumbuka kwa hilo kwamba tumechukua mtoto wake, tumemkabidhi kile kiwanja na atakuwa akikisimamia, na sisi kama chama tutakuwa tukimsimamia kama ni mwenzetu lakini pia tukampa nafasi kama atahitaji, lakini wengine ni wanafunzi. Akimaliza akihitaji kujiunga na chama kama kuwa mmoja wetu, kuwa dereva, bado nafasi hiyo ipo, na tunaweza tukampa nafasi na akaja akawa mwenzetu katika kuendelea na shughuli zetu. UMABABU ina miradi mikubwa miwili ambayo ni mama ambayo inaendesha kikundi. Mradi wetu mkubwa wa kwanza ni SACCOS, ambao nadhani hapo nimekuonyesha certificate yetu hiyo sakosi inahusika kwa ajili ya kukopesha wanachama tu, na sakosi yetu tulichanga fedha wenyewe, mheshimiwa mbunge akatudhamini milioni kumi pale akatupa bure, kwa mpaka sasa hivi tuko nyosa na milioni hamsini na nane. Kwa hiyo huu ni mradi ambao ni mkubwa, kama kikundi tunausimamia. Tuna mradi mkubwa wa pili ambao ni wa milioni mia moja na sabini na tano mradi wa viwanja kwa kila mwanachama. Mradi huu nao unasimamiwa na chama cha UMABABU, sisi wenyewe ni mradi wa kwetu. Tunamshukuru Mungu tunaenda spidi kwenye ulipaji. Fedha tunapata wapi? Tunalipa pesa kutoka kwenye sakosi yetu, tunalipa pesa kutoka kwenye michango yetu sisi wenyewe. Kwa hiyo miradi hii mikubwa miwili ndio imekuwa mama kwenye kikundi, ambao na tumesema hii ni dira ambao kama mbobo, lakini tuna mradi wa tatu wa mikopo ya bajaji kwa kila mwanachama wa UMABABU huu nao sisi tunasema ni kama mradi, kwa sababu lengo letu ikifika ishirini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na sita tumeona spidi ambayo tumeweza kwenda nayo kwa kipindi cha mwaka mmoja, zaidi ya milioni sabini na mbili tumeongeza tu kwa ajili ya madereva kupata bajaji. Hii ni spidi kubwa sana kwa sisi kama ki, tunajipongeza. Malengo yetu ikifika mwaka elfu mbili na ishirini na sita kwenye uwekezaji wa bajaji za kikundi na kwa mwanachama mmoja mmoja, tusio na mwanachama ambaye anakwenda kukopa bajaji mahali. Kwa hiyo bado tuna mahitaji makubwa kama kikundi, kwa sababu ni mahitaji ya mabilioni ya pesa. Kwa hiyo mradi wa viwanja unagharimu milioni 175 tumeshalipa milioni milioni 50, tunatakiwa tukalipe milioni milioni mia moja na ishirini na tano. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ni mradi ambao ni miradi mikubwa kama UMABABU sasa tunaiendesha. Na miradi hii tunawezaje kuiendesha? Tuliwahi kusema jambo moja, kauli mbiu yetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaamini inawezekana, kwa namna ambavyo tulivyo organize, kwa namna ambavyo tunaendesha shughuli zetu na jinsi ambavyo tulivyokubaliana kujikwamua kiuchumi. Kwenye eneo la mradi wa viwanja, viwanja tulivyovichagua tumevichagua kulingana na mahitaji ya wanachama. Kwanza tulikubaliana ni viwanja vya aina gani tunataka, tukakubaliana kwa pamoja tupate viwanja vyenye square mita 500 na vya square mita 800 yule ambao sasa mahitaji ya kikundi, tukapitisha azimio, kikundi kinakwenda na azimio la siku ya mita mia tano sasa. Lakini tukafungua fursa ya mwanachama kuja kuleta maombi ya kwamba, bwana, mi nataka siku ya mita mia nane ile siku ya mita nyingine ambazo zinazidi pale ambao tumeweka unalipia we mwenyewe, ambao unahitaji kiwanja kikubwa. Kwa hiyo wako ambao wenyewe wamechukua siku ya mita mia nane, lakini kile kiwango kilichozidi wanalipia wenyewe. Lakini tumepataje eneo tumeingia mkataba na kampuni moja ambayo inajihusisha na mradi wa viwanja kwa miaka miwili na kampuni hii sasa, vile viwanja wao wameuzia kama taasisi ya UMABABU kwa mkopo. Kwa sisi tumelipa asilimia thelathini ya fedha milioni hamsini alafu nyingine kila mwezi tunawalipa milioni kumi, milioni tano mpaka tumalize zile fedha. Ndio namna ambayo tumepata mradi wa viwanja, na viwanja hivi si shamba, ni viwanja ambavyo vimepimwa, vina hatimiliki Nadhani kama mipango yetu itakwenda, mwezi huu wa tano mwezi wa nne tunaoendea, tutakuwa na tukio la ukabidhi hati za madereva na pamoja na kuingia kwa mkataba. Dereva anaruhusiwa kwenda kujenga hata sasa, yaani dereva ameshakabidhiwa hichi kiwanja, ni mali yako. Yeye na familia yake tayari. Kwa hiyo wana mkataba wa awali na ofisi yetu hapa UMABABU na sisi tuna hati miliki ya lile ya viwanja vyote, lakini sasa mpango wa pili tuliokuwa nayo tayari tumeshapeleka maombi widharani, sasa tutoe vile viwanja kwa majina ya madereva, ili sasa dereva hata kesho anapoondoka tayari naye anajua kwamba ameacha kitu kwa familia yake. Mpango wa kati tuliokuwa nao ndio huo, kwenye eneo la kuingia kontrakti, tumeingia kupitia mwanasheria, mwanasheria chama chetu cha UMABABU tulitafuta ambao anatusaidia kusimamia mipango yetu. Kwa ile kampuni ileta mwanasheria wake na sisi tukaleta mwanasheria wetu, tukakaa. Lakini miongozo tulianza kuipata kupitia serikali zetu za mitaa kwamba kwenye ishu ya ardhi kuna kutapeliwa. Hivyo kwa kupitia ofisi ya serikali ya mtaa Bunju B, mtendaji wetu Mwanaidi Mkini, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Juma Songo, mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa Kionzi ile Mnondwa, na kupitia ofisi ya mkuu wetu wa wilaya kwa afisa tarafa, ili jambo likafanikiwa. Tukapata mwanasheria, tukasaini kontakti ya kisheria sisi na ile kampuni kwamba tutalipanaje. Hivyo kikundi kilikuwa kimekuwa kime na SACOS, kwanza tumeazimia sisi kama kikundi tumwezeshe mwanachama, si mwanachama akanunua vile viwanja kwa michango yake tu, kikundi kimelipia nusu ya fedha za kwenye viwanja, ambapo nusu kikundi kinalipia nusu, analipia mwanachama. Kikundi kinapata wapi fedha ya kulipia nusu ya kwanza? Tumetoa kwenye faida yetu ya sakosi ambapo ile michango yetu ya awali tuliwaiki kuchanga mia tano tano. Baada ya kuanzisha mradi wetu wa SACCOS, faida iliyozaa, tumesema tupeleke nusu kwenye mradi wa viwanja, na baada ya hapo sasa mwanachama atakuwa anachangia kidogo kidogo, ambapo ni wastani wa shilingi elfu moja mpaka anapokabidhiwa kiwanja chake. Sisi kwenye mradi wetu wa SACCOS tulisema dereva wetu akiwa na shida anakuja kukopa kwenye chama chake. Tulisema mtu akikopa laki moja analipa laki na kumi ndani ya mwezi. Akikopa laki mbili atalipa laki mbili na ishirini ndani ya mwezi. Tumesema tufanye hivyo kwa sababu pesa ni za kwetu wenyewe, hatuwezi kuweka riba kubwa kausha damu kwa sababu hela na yeye inakuwa ni ya kwake. Lakini kwenye kukopa pia, ukiwa ujalipa ile mwezi umeisha naona unasuasua, tutapiga bajaji yako cheni Tutaitana ofisini kamati ya fedha, tuone namna gani tunafanya kukopa. Ina, ina, inategemea na shida uliokuja nayo, kwa sababu mwenyekiti wangu pale alielezea kwa mtu anayehitaji bajaji, yeye anakuwa na milioni, anaongezewa milioni moja na laki mbili hai kwenye mikopo ya kawaida ya pesa ambayo tunajua labda unapeleka kwenye mahitaji ya nyumbani kwako. Tumesema mtu akope laki moja mpaka laki mbili kutokana na uwingi wa watu kwenye eneo hilo la fedha. Mwanachama, huwezi ukawa na wanachama mia tatu sitini ukawakopesha wote wakarejesha kwa uaminifu. Mwanachama tunapomkopesha laki tatu inatakiwa kwanza tumempangia kila siku anarejesha kidogo kidogo, elfu nne nne amepitisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tano. Tuna makamanda kwa wajibu wa kamanda anapokea taarifa kutoka ofisini, kamata bajaji ya mwanachama fulani. Ile bajaji inapigwa cheni, inawekwa pale mpaka uende ukalipa kwenye eneo la fedha. Sidhani kama ni desturi ya sisi wa, wa, wa, Tanzania hela kuipeleka mwenyewe benki, yani mtu anakwenda kweli kuikopa mwenyewe. Kwa hiyo lakini, usiposhurutishwa ile fedha hairudi. Kwa hiyo nasi tumekuwa tuna desturi hiyo, umeshindwa kulipa, tunakupiga cheni, tunakuweka hapo, unakwenda kulipa benki, hivyo tunakwenda na mfumo huo kidogo kidogo mpaka unalipa. Hiyo ndo staili yetu naenda nayo kwa kwenye hilo eneo, tunashukuru Mungu, hiyo changamoto bado hatujakutana nayo ya kumfuta mwanachama au wanachama. Na kabla ya kumfuta mwanachama au wanachama, tuna stage ya kwanza ya kupiga majaji yako cheni, tuna stage ya pili kukuita ofisini, tuna stage ya tatu kukusimamisha wanachama. Baada ya hapo sisi kikundi huwa kipotezi, sio kama tunakufuta wanachama kwanza na tukitaka kukufuta wanachama maana yake kile kiwango ulichokopa ni mtu mwingine anakuja ananunua ile nafasi yako, fedha zako zinarudi. Kwa hiyo kwa eneo la kumfuta mwanachama wanachama, wanachama bado hatujamfuta mwanachama wanachama, tunamshukuru Mungu, wanachama tuliokuwa nao wamekuwa kwenye eneo la fedha, na makamanda wetu wamekuwa wanatusaidia, wanawashurutisha, wanalipa vizuri. Kuhusu habari ya kushirikiana na taasisi za kiserikali, moja, tunashirikiana vizuri sana mamlaka ya mapato Tanzania, TRA kitengo cha elimu pale kwa dada Mese. Ukienda kwa Mese pale ukiuliza, unawatambua UMABABU? Atakwambia ni wadau wake wakubwa sana. Leo TRA, huko nyuma alikuwa akija Bunju U, apati bajaji hata mmoja wote wanakimbia. Tulikaa nao chini tukakubaliana jambo moja, tufanye kazi kwa kushirikiana Tunashirikianaje? mimi nikimwandikia mwanachama wangu barua kwenda pale mamlaka ya mapato TRA, kuna changamoto nyingine haziepukiki kwenye maisha yetu ya kila siku. Dereva amechukua mkataba kwa tajiri, tajiri ya mpi ushirikiano wa kubadilisha kadi sisi ofisi yetu ikithibitisha kwamba ni dereva wetu, akifika pale TRA, anasikilizwa kwa ajili ya yale mahusiano ya sisi na wao. Kwa hiyo tukimsainia barua, inahesabika ni barua na anaheshimika na confirm tu sisi kwetu, basi dereva wetu anahudumiwa vizuri sana na TRA. Kwa hiyo kwenye hilo tunamshukuru meneja wa mamlaka ampato pale Tegeta na dada Messi ambayo amekuwa ni kiunganishi kikubwa sana. Lakini nakuja kwa upande wa serikali. Serikali yetu ya mtaa ya Bunju B ikiongozwa na mwenyekiti wa Juma Songwe pamoja na wajumbe wake kinatingisha kinachongoza na kupitia ofisi ya mtendaji wa mtaa Mwanaidi Mkini. Hawa wamekuwa ni wadau wetu huwa atufanyi kikao bila kuwaalika. Kwa nini tunawaalika? Ni kwa sababu ni watu ambao tunafanya nao kazi, tunashirikiana kwa pamoja. Lakini je, upande wa serikali ya mtaki wazile kupitia mwenyekiti wake Mnondwa, naye tunashirikiana naye vizuri sana. Kwa hiyo sisi hapa Bunju B tuna madereva wetu wanapaki upande wa Mnondwa na upande wa Jumasongo. Hawa tunashirikiana nao vizuri kwa upande wa serikali ya mtaa. Lakini tuna polisi kata na mtendaji wa kata ambao wanaoperate sasa kuhusu issue ya kata nzima ya Mabwepande. Polisi kata yetu Grayson amekuwa ni mtu ambaye hatukai kikao bila kuwa naye. Anatupa ushauri namna ya kudhibiti wahalifu wanaetembea huku huku na huko, tunashirikiana naye vizuri sana. Lakini tuna eneo lingine la OCD wa kipolisi wilaya kipolisi Mabwepande. OCD wa kole mshauri ni mtu ambaye anaoperate wilaya kubwa sana, lakini unaweza ukashangaa anatoa muda wake anatuambia tuandae kikao kila baada ya miezi tu miezi minne lazima usidi ashuke, aje akae na sisi vikao. Kwa hiyo tunasaidia nadhani, hata kwenye sherehe yetu ya kutimiza miaka miwili tulimpa tuzo usidi wetu, kwa sababu ya ule ushirikiano wa sisi na yeye. Unaona ya kwamba ni mtu mwenye majukumu mengi, anaacha majukumu yake, anakuja anakaa na sisi, na kupitia ushirikiano wa sisi na yeye, kwa mfano juzi tumeenda kukamata bajaji moja kawe imefanya walifu wa Mabwepande ikakimbilia kawe, tumeifukuza sisi wenyewe usiku kucha, saa nane za usiku tukaileta na ni baada tu ya kupigiwa simu mwenyekiti, kuna bajaji imefanya uhalifu na sisi tunamshana. Tunapoamshana maana yake hiyo bajaji isije ikachafua taswira ya UMABABU. Kwa hiyo tunaona kwamba polisi na wenyewe wanaamini wana kabisa. Tulikubaliana si ni watu ambao tunapita maeneo mengi, tuliona panya road ilitokea hapa Mabwepande wale wahalifu walisaidiwa na watu wa bajaji yani, bajaji zimetoka huko zikaja zikabeba wahalifu kwa, tukasema kutoka pale tutengeneze mfumo mmoja wa sisi na jeshi la polisi wa ulinzi na usalama kwa, tunaamini madereva wetu wanaingia maeneo mengi. Leo tukiangalia mimba za wanafunzi zilikuwa zinasababishwa na madereva, baada ya kachi ni kuapa madereva elimu kwamba sisi ndio tu walinzi, hawa ni watoto wetu. Elimu hii tumeipata kwa jeshi la polisi kupitia OCD wetu wa polisi la Mabwepande. Hatujawahi kusikia changamoto kuna mwanafunzi amebebeshwa mimba kupitia madereva. Hatujawahi kusikia kuna uporaji unafanyika kupitia vyombo vyetu hivi. Tunaamini mhalifu akiingia wa kufanya uhalifu Mabwepande atatumia chombo cha moto ili kusafiri ili kufanikisha uhalifu. Kwa hiyo kupitia hii elimu na namna vikao tulivyokaa na OCD vimetusaidia kuratibu eneo la uhalifu wa kupitia vyombo vya moto, hatuna tena. Lakini vile vile, kwa upande wa serikali tuna mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Kawe Josephat Gwajima. Naye amekuwa ni mlezi wetu. Amekuwa ni mtu ambaye tunashirikiana naye kwa karibu sana. Tunaposema ya kwamba moja ya mafanikio tuliyokuwa naye amekuwa mdau wetu wa mafanikio. Ametupa milioni kumi. Amekuwa akitushauri, bwana tufanyeni hivi, tufanyeni hivi namna ya kikundi kufika mbali. Lakini tuna mkuu wetu wa wilaya naye Mheshimiwa Sadi Mtambule ni mheshimiwa mkuu wa wilaya, bwana anaweza akafunga safari kutoka Kinondoni. Kinondoni ni kubwa. Akaja akakaa hapa ofisi ya UMABABU. Sisi tumeshangaa ni aina ya, ya mkuu wa wilaya ambaye hajawahi kutokea kwenye wilaya yetu ya Kinondoni. Wamepita wengi, lakini hatujawahi kuona mkuu wa wilaya kama huyu. Sadi Mtambuli anakuja hapa, tuna discuss namna gani anaweza akaisaidia UMABABU kupata mikopo ya halmashauri namna gani mau ambayo inaweza kuimarika kiuchumi. Kwa hiyo kiukweli amekuwa anatupa ushirikiano mkubwa sana kama mkuu wa wilaya ya Kinondoni na amekuwa anamwakilisha rais vizuri sana. Kwa hiyo ni maombi yetu sasa, tunaamini rais anaweza akaona hii clip, atusaidie tu huyu mwamba atuachie hapa Kinondoni, ikitokea akapanda basi, ni mapenzi ya Mungu, lakini tuendelee kuwa naye. Amefanyika msaada mkubwa sana kwa Umababu ye na mheshimiwa mbunge kwa upande wa serikali, wamekuwa ni kiunganishi cha sisi na serikali. Imefika mahali mheshimiwa mkuu wa wilaya anatuitia mabenki wanakuja hapa tunakaa nao, namna gani ya kutusaidia. Anatuitia watu wa TAMISEMI wanakuja hapa, namna gani ya kutusaidia. Kwa hiyo wamefanyika msaada mkubwa sana kwa mababu, mheshimiwa mkuu wa, wa wilaya na mheshimiwa mbunge. Kwa hiyo kwa upande wa serikali tumekuwa tuna muunganiko mzuri sana, ushirikiano mzuri. Hatuna taasisi yote inaweza ikaja hapa, iwe ni TARURA iwe ni watu wa maegesho, kwanza lazima waripoti kwenye ofisi yetu, kwa sababu wakifika tu wanaambiwa nendeni ofisini kwao, na watu ambao wamejiorganize wanafanya mambo yao kwa kufuata sheria za nchi na hivyo . Lakini kwenye eneo lingine, nizungumzie taasisi ambao tumekuwa tunashirikiana naye ya chama cha siasa, chama cha mapinduzi. UMABABU tumekuwa tuna ukaribu sana chama cha mapinduzi, tumekuwa wanatualika kwenye matukio yao na sisi tunawaalika kwenye matukio yetu. ndipo nizungumzie hapo kidogo kwenye ile la chama cha siasa, UMABABU tunaona chama 360. Hatuamini katika chama cha siasa yani, tunaamini tunaongoza wanachama wenye vyama vyao, kuna CAF, kuna TLP, kuna Chadema, kuna CCM. Sasa tunazungumza watu ambao wametufata wakaomba washirikiane na sisi, namna gani ya kujikwamua kiuchumi, ni chama cha mapinduzi, ambapo tunaona kwamba na sisi tukaona kwamba tumefungua ch kijua cha chama cha mapinduzi hapo, lengo ni kumuunga mbunge wetu mkono kumuunga rais wetu mkono, kuona kwamba kwa sababu wao wamekuwa ni watu ambao wanatufikia wanakuja wanatushauri mambo ya kiuchumi, lakini hatujazuia, kila mwanachama ana itikadi ya chama chake, lakini tunazungumza chama ambacho tumekuwa tunashirikiana nacho kwa karibu na vizuri ni chama cha mapinduzi. Fursa yote inapotokea kwenye ndani ya chama cha mapinduzi, wanakuja kwenye ofisi yetu wanatuambia tuna mikopo ya halmashauri. Kwa nini sisi tusiwaunge mkono? kwa nielezee hivyo kwa kwa watanzania wengine ili waelewe, ni chama ambacho kimetuletea fursa ya mikopo ya manisipa, wao wanatusimamia sisi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wao wamekuja kama kutuletea fursa, na sisi tukasema ya kwamba tutashirikiana na ninyi kuona ya kwamba tunapataje hiyo fursa. Asante. Kwenye ushirikiano na mabenki, tuna mdau wetu ambao ni mkubwa sana wa maendeleo, Azania Bank. Azania Bank alianza akatukopesha milioni kumi tukarejesha vizuri sana kutoka mwaka 2022 mpaka 2023 baada ya kumaliza mkopo wa milioni kumi baada ya kuona tumefanya vizuri ametukopesha tena milioni 30 kwenye milioni 30 ambazo sasa tuko rejesho la 15 kwa hiyo mpaka mwezi wa nane na yeye tunamaliza ule mkopo wa milioni 30 kwa upande wa fedha cash lakini vile vile tumeona kwamba sisi tulikuwa tuna mahitaji ya bajaji tumepata na mdau mwingine ambao anaitwa Microfinance Telecom Bank branch ya pale Makumbusho ameshatukopesha pikipiki zaidi ya kumi pikipiki za miguu miwili, lakini ameshatukopesha bajaji nne. Kwa hiyo ukienda pale kwa dada Gladi, na meneja wa branch ya Makumbusho, Microfinance Bank Selcom ni mdau wetu mkubwa kwa kutukopesha vyombo kwa asilimia ishirini tu, tuna kontakti naye hapa ya, ya miaka miwili kwa anatukopesha na sisi ndio ile ambayo tumesema kwamba dereva wetu kama ana milioni moja laki mbili tunamuongezea mili mo, milioni milio moja basi. Hawa wamekuwa wadau wetu wakubwa kutusupport kwa ajili ya kuwafikia hao madereva, lakini si hivyo tu, ameenda mbali zaidi. Selcom ni ambaye ametulipia kodi ya ofisi ya miezi sita. Kwa hiyo ni mdau wetu mkubwa wa kibiashara amesha, kwa kuona kwamba na sisi tunaweza tukazidi kuboresha mahusiano na yeye, kwa upande wa mabenki, pango yetu ya 2026 na 2027 Malengo yetu ya kwanza tulisema, hii 2025 tumemaliza na mradi wa viwanja. 2026 na 27 tukasema kwenye mradi wetu wa viwanja, kwanza ujenzi wa nyumba kwa kila dereva. Kwa hiyo haya ni maono ya muda mrefu ambao kama kikundi tumekaa tukajiwekea iweze kumkopesha dereva bajaji moja kwa moja yaani, kupitia sakosi yetu au tu ni mwanachama. Lakini vile vile malengo ya ishirini na sita na ishirini na saba ni kumiliki duka letu la vipuri na kaushi yetu kubwa, yaani tuwe tuna uwezo wa kwenda kuosha bajaji zetu zote mahali pamoja. Sasa hivi memba wa Mababu tuko mia nne na tano. Hawa ni wanachama wa Mababu. Kwa hiyo tukasema wanachama wetu mia nne na tano, namna ya kukua kiuchumi kama tukawa tuna kaushi yetu, tukaenda tukaosha bajaji zetu kwenye kaushi yetu kwa gharama ndogo. Na, na sisi kwa tukipitisha sheria kwa watu tutahudumiwa hapa, wote tunahudumiwa pale. Sasa hiyo tumepitisha sheria tuna duka ambalo linatukopesha spare. Kwa bajaji zetu zote huwa zinafanya service kwenye duka moja. Halafu kwenye lile duka tunalipa kidogo kidogo. Kwenye miezi miwili iliyopita tumefanya service za milioni ishirini. Kwa bajaji zetu tukaona, tumeona, kwamba kumbe tunaweza tukawa tuna duka letu la spare wenyewe tukawa tunafanya service kwenye duka letu wenyewe. Mwanachama anakwenda anakopeshwa tairi, mwanachama anakwenda anakopeshwa oil, mwanachama anaosha kwenye kaushi yetu hii. Tumeona itatusaidia kuondoa michango yote, kwa hii ni mipango ya mwaka 2026 na 2027, na chama kikaanza kwenda yenyewe. Tumesema kama tuliweza kuazimia lazima tuwe na mradi wa viwanja na tumefanikiwa. Kwa tumeweka malengo. Kwa nini tumeweka malengo, mtu anaweza akajua ndugu mtazamaji? Tumegundua pasipo malengo hatuwezi tukawa na msukumo, tunachanga pesa ya nini. Sasa hivi tumeona ya kwamba kwenye hii michango ya kila mwezi, kumbe kama tuna milioni 40 milioni 50 tayari tunaweza tukapata tukaanza duka letu la spare na pale tumesha target kabisa, na mpaka sasa hivi kamati yetu imeshaanza kufanya surveya kwamba tunapataje eneo ambapo tunaweza tukaweka kaushi. Tumepiga mahesabu kaushi, tukiwa na milioni kumi tunaweza tukaanza na hizo milioni kumi. Tumeona kama tuna uwezo wa kuzianza kwa hiyo iko kwenye mipango, lakini pesa ya kuanza tunaamini tayari tunazo. Kwa sasa fedha ambayo tumesema kwamba malengo ya kutafuta fedha za kwenda kufungua duka la 26 na 27. Na tukija kwenye mipango yetu, kazi ambayo hitaiweka hadharani mipango kazi ya ndani ukija, ya kwenda kufikia malengo ya kupata duka la milioni hamsini tayari tunayo. Sasa hivi tuko tunapambana, tuna kukamilisha yale malengo, lakini kubwa kuliko yote tuweze kufikia malengo yetu 26 na 27 ni wanachama wetu, mtuunge mkono. Na tunamshukuru Mungu tuna wanachama ambao wamekuwa wanatuunga mkono kwenye malengo yetu. Kwa hiyo tunaamini kwa kuwa tuna wanachama ambao wanatuunga mkono na slogan yetu, umoja wetu ndio nguvu yetu. Tunaamini kwenye slogan yetu ya umoja wetu ndio nguvu yetu tunaweza tukayafikia haya malengo ifikapo mwaka 2026 na 27. Kwa hiyo 26 na 27 tukasema lazima kila dereva ajenge nyumba yake. Kwa nini tumesema kila dereva lazima ajenge nyumba yake? Fedha tunapata, mtu anaweza akauliza hivyo. Kupitia benki moja wapo ambayo sitahitaji jina kwa sasa hivi, wamekuja na slogan nayo inaitwa jenga nasi kupitia benki fulani. Ile benki wametambia, tukisha kamilisha zile hati miliki kwa kila dereva, ndio maana tunaitoa kwa kila dereva, kila dereva atakopeshwa mkopo wa nyumba kupitia hati miliki ya ha, kiwanja chake. Kwa hiyo hii tumeona kwamba inaweza kwenda kufanikiwa kwa asilimia mia moja.